po mtatatua mgogoro kati ya wananchi wa majimbo mawili, Jimbo la Kawe katika mitaa ya Madale Mbopo, Mabwepande na jimbo la Kibamba pale kwa ndugu yangu Mtemvu mitaa ya Tegeta A, Msumi A, Msumi B, Kulangwa na Kulangwa. Kwa huu mgogoro wewe ni waziri wa tatu. Nilianza kueleza hapo bungeni wakati waziri akiwa Mheshimiwa Mabula akashindwa kutatua, nikaeleza waziri alipokuwa Jerry Silaa akakwama kutatua. Sasa wewe ni waziri wa tatu Mheshimiwa Ndejembi, kwa sifa unazopewa ninaomba basi sifa hizo wananchi hawa zaidi ya laki mbili na hamsini ambao wanaathirika kwa maeneo yao yaliyochukuliwa na DDC mwaka wa themanini kwa kuto kufuata utaratibu, kwa sababu serikali ya kijiji haikushirikishwa wala haikutoa baraka, wakaenda kupata hati mezani hati ilikuwa inawataka kwa maelezo yao wafanye kilimo cha, wafanye kilimo na ufugaji miaka hamsini. Baadaye hawajawahi kufuga kuku wala hawajawahi kulima bustani ya mchicha, wameenda kutaka kuondoa wakazi wa asili na ambao wakazi wa asili kwa sheria za ardhi za kipindi kile walikuwa wanaumiliki umiliki halali na wao wameuzia wananchi wengine. Kwa tunavyozungumza watu laki mbili na nusu, tunazungumza raia ambao walikwepo kipindi kile kama wananchi ama wakazi wa asili na wananchi wengine waliokuja kununua maeneo. Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana, nimesema hotuba yako unasema kwenye mwaka huu ishirini na tano ishirini na sita mnataka kutatua migogoro elfu tatu. Ninaomba kwa hisani kabisa eneo hili ama mitaa hii saba niliyokutajia, ambayo yanaingia kwenye jimbo la Kawe na jimbo la Kibamba, katafute ufumbuzi. Hali za wananchi ni ngumu. Tunavyozungumza ni bahati mbaya viongozi waliopewa dhamana kwenda kuwahudumia wananchi kwenda kuwasikiliza wananchi kwenda kutatua migogoro kwa busara, wametukua watumia wa busara: mkuu wa wilaya ya Kinondoni, mkuu wa mkoa wa Dar es Salam, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dar es Salam, jeshi la polisi na mitutu ya bunduki lilosumbua raia wa Tanzania. Mweshimiwa waziri hapa nina matangazo mawili. Hili jambo lingeshughulikiwa na Mheshimiwa Mabula, hili jambo lingeshughulikiwa na Mheshimiwa Jerry Silaa, haya matangazo mawili yasingetokea. Kuna tangazo la tarehe 10 Februari 2024, limesainiwa na mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni, anasema anaenda kuuza viwanja vya halmashauri Mabwepande. Tangazo wa pili 2025 limesainiwa na Shedrak Maximilian anaenda kuuza maeneo, na mbaya zaidi, watu wamejenga nyumba zao, watu wana viwanja vyao, viwanja vyenye nyumba na viwanja ambavyo havina nyumba vinauzwa wakati wananchi wako ndani ardhi yao. Hii ni nchi huru, ardhi ya Tanzania ni mali ya Tanzania. Mheshimiwa Rais amepewa dhamana, tunaomba usaidie kumaliza huu mgogoro. Taarifa, Mheshimiwa Naibu Spika, anayezungumza e, anazungumza nusu vizuri, nusu haijakaa vizuri, na sababu kanishirikisha nao nafasi ya kumpa taarifa serikali imejitahidi kwenda na huu mgogoro kwa hatua na hatua ya kwanza waliofanya chini ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam maeneo ambayo hayajavamiwa tayari. Twende taratibu. Hata kulipotezea muda. maeneo ambayo hayajavamiwa katika eneo hilo Mheshimiwa naibu spika tayari serikali imetangaza wananchi waombe wapewe lakini maeneo ambayo yamevamiwa eh, serikali imetoa maelekezo tayari wananchi walipie kwa siku ya mita shilingi elfu tatu. Baadaye yale ambayo hajavamiwa siku ya mita ni elfu kumi na tano. Unaweza kuona tofauti hapa serikali inafanya. Mheshimiwa, waheshimiwa, tunaendesha bunge kwa kanuni. Taarifa ni sehemu ya haki ya mbunge ndani ya bunge, so... na msemaji anapewa taarifa, jibu lake ni moja tu, kukubali taarifa au kuikataa, naendelea na shughuli zake Mheshimiwa... haina haja kutupiana maneno, haina haja ya kugombana wala na haja jambo lolote. Ndio kanuni zinavyosema. Na Mheshimiwa Halima, wewe ni mwanasheria, hizi kanuni tumetunga pamoja. Endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, sipokei taarifa na ninamshauri mbunge, sipokei taarifa. Ushauri wangu ni kwamba akasome nyaraka zote za historia ya mgogoro huu aende shule akajifunze. Mimi ni mbunge wa mwaka wa ishirini, sasa siwezi kusimama bila kuwa na nyaraka ya kuonyesha historia ya huu mgogoro ulitoka wapi mpaka tumefika wapi. Mheshimiwa Waziri, mgogoro huu unahusisha maeneo ambayo yana shule zaidi ya kumi na tano yana vituo vya mafunzo vya serikali. Kuna zahanati zaidi ya tatu, kuna viwanda zaidi ya vitano. Mheshimiwa, kuna taasisi za kidini zaidi ya sita, kuna makanisa, kuna ofisi za serikali, kuna maeneo ya wekezaji, kuna maeneo ya masoko na kuna vituo vya kulelea watoto yatima, kwa ni eneo ambalo linahusu ekari zaidi ya elfu tano. Kwa nimalizie, juzi juzi wananchi walikuja wakakuona wizarani, umewaahidi wananchi utaenda kwenye maeneo husika kati ya tarehe mbili mpaka tarehe saba mwezi wa sita wananchi wameshajitangazia huko kwamba waziri wa ardhi unaenda kuwatembelea. Ninaomba ahadi yako itimie, ukatatue mgogoro. Ushauri wangu mwingine, mheshimiwa waziri, ushauri wa bure kabisa, nenda sikiliza pande zote. Watu ambao wanashiriki kukandamiza wananchi sasa hivi wakijua na ziara takuahu wakupotoshe. Sikiliza upande wa serikali, sikiliza upande wa wananchi, upate kweli hakitendeki.